Mimi ndo nilianza kushushwa kwenye gari. Nilikuwa napigwa na askari wa kiume kama watatu. Walikuwa wachagua sehemu za kupiga. Walikuwa wanapiga sehemu zote, kwa hiyo huko ikija hivi nikawa nazuia. Nazuia. Wakawa wanapiga kila sehemu. Tusiletee, si uzuri, natukana matusi ya nguoni. Una cheo gani Chadema? Nikamwambia mimi sina, sina cheo. Walikuwa wanamsaidia wale pale chini, ni nani yako? Nikamwambia ni mwanzo, kulikuwa nataka tu ni mstiri. Walinipiga sana. Baadaye wakawashusha wenzangu. Pako tambarare tukamba tulale tuangalie jua. Kabla sijakaa pale chini nilipigwa rungu nyingi sana nikajikuta nimeondoka. Nilipodondoka akatuamrisha vueni viatu. Tukatuvua viatu kwa wakawa natupiga kwenye nyayo zile rungu. Mimi nilikuwa napigwa na askari kama wanne peke yangu. Wakanipiga kwenye nyayo sana, baadaye nikakunja miguu, miguu. Nilipokunja miguu akawa napiga kwenye magoti. Yaani umu nimepigwa sana, u kwenye magoti piga sana kwenye magoti piga sana umu baado nikaloa kama naka, nikageuka, nikalala, nikaja laba wataniacha. Nilivyo lala, wakaja wakaninyanyua. Sikujua kwa nini walikuwa wanandili sana na mimi. Wakaniweka pembeni, wakaniita, toa password kwenye simu. Mikono yangu mdauo ilikuwa imepigwa sana, vidole nimekunja, siwezi kutoa ile password Wakanipiga sana askari kama wanne watano, wangekia kila sehemu, waliambia toa paswedi, situletea uzuri, afu wanatuka na matusi ya nguoni. Nikabidi nitajia ule askari kwa maneno, akaitoa paswedi. Wakaenda wakakaa pembeni, askari wengine wakawa wanaendelea kunipiga. Walivyo rudi, wakaja askari kama wanne, walikuwa wanaongea lugha ya Kisukuma. Kuna baba mmoja alikuwa na rungu zito, baba alinipiga sana Nilipiga mgongoni piga mgongoni, wakaninyanyua wakaniambia, ni kweli baba? Wale wakaniambia, weka chini, nikaweka chini. Wenzangu walikuwa wamepelekwa mbele, naomba tunao tukaogesha na maji safi. Kwa hiyo wakawa wameenda mbele, mimi nikaa nimebaki nyuma kwa sababu nilikuwa nishapigwa sana. Nyanyuka na shindwa ile na shindwa rungu, zikaja, usituletee uzuri, nyanyuka wasi unajifanya unajua kwenda mahakamani, Chadema wanakulipa nini? Inuka usituletee uzuri. Ikabidi nijikongoje pale, nikaenda nikakuta wenzangu wanaro kwenye maji machafu yananuka, nikaambiwa niungane na wao, nikaungana pale, waniambia loesha nywele hizo, afu wanaturekodi, toka wanatupiga, askari watatu wanarekodi, wengine ndo wana wanatushambulia na lazimishwa kushusha kichwa kwenye tope kwenye yale maji, bado hujaloa.